Kwa, kwa e, niulizie hali Niketa anaendelea vizuri kwa afya, lakini sasa alitekwa sasa, juzi tena ametekwa huyu mwanafunzi wa usista, kutupa ujumbe sisi. Tunajua hizo ni mbinu zilizotumiwa, nimemwambia ni mbinu zilizotumiwa na kina Hitler, kutumia kikosi kinachoitwa wasiojulikana. Ni mbinu zilishatumika miaka kabla ya vita vya pili vya dunia. Msolini alitumia hiyo, mkatoliki mwenzetu pia. E, kwa miaka kuna ishirini na moja Msolini alifanya. Ah, sisi tunachofuata kadiri ya askofu wake na kadiri ya madaktari e, walau anaongea vizuri, amejitambua vizuri e, na anaeleza siku ile alivyotekwa, alipuliziwa dawa tu ipap alikuwa anaenda kunua, alikuwa nasafiri usiku unaofuata jioni e, ile kwenye saa moja na kitu anaenda kununua mikate kwa sababu alikuwa anasafiri kutoka e, Songea kwenda e, kwenda Mwanza e, na alienda jimboni kwake. Sasa yeye alitoa tafakari kule Mwanza siku ya kusali ile tuliyoweka siku ya kusali kuombea uchaguzi wa haki, tarehe ishirini na tatu mwezi wa nane ndio aliongoza sala na alifanya uchambuzi wa kina kwa waliokuwa kwenye ibada. Kwa nini tunasali usasali? Sababu pia kuna tatizo la usalama, wafuatao wametekwa. Akachambua wote moja moja, wale ambao wametolewa na Tanzania Law Society, ile listi. Akachambua moja, alikuwa amefanya utafiti yeye ni daktari wa mambo ya waandishi wa habari wa. Baada ya hapo ndio ametokea ku, ku, kuja ku, kupotea. Kwa hiyo alipuliziwa dawa dawa ile siku siku apuliziwa kapoteza fahamu. Baada ya siku kumi ndio tukamkuta kwenye ile hali pale, lakini tunashukuru tukamuteeinitunashukuru jitihada pia za kusaidiana na serikali. Ndio tunajiuliza wale wasiojulikana eh, ukihusisha na aliyoongea tarehe ishirini na tatu na maswali ambayo tulikuwa tunaulizwa na baadhi ya watu na taarifa ambazo zimetolewa na RPC bila eh, kumhoji yeye. Kwa sababu kama alikuwa hajatekwa, hizo taarifa zilitoka wapi? Pia basi, mambo yako mengi, lakini basi tunamwombea Mungu amsaidie. Na mimi hali yangu bado naendelea kupambana na hali yangu. Sina, sina tatizo, yapo yametokea, kishadhuriwa mezuriwa, kudhuriwa kwenye ubongo, matatizo hayataisha mapema mm. Lakini nategemea Mungu ni mwema, na maisha yangu ni kwa ajili ya Mungu. Ameniumba kwa ajili yake na niko kwa ajili yake. Basi tuendelee kutumikia nchi yetu, uzalendo uko pale pale na sitarudi nyuma. Nilimwambia huyu mwandishi mwingine kwamba nitaongeza zaidi ujuzi, na nimeuongeza kweli kweli, eh, ujuzi wa kufanya kazi zangu hizi za kuongea, nimeuongeza kwelikweli. Ndiyo maana sasa hivi naweza nikawaambia, e, scenario wasiojulikana kumbe ijaanza hapa Eh, zilianza mwanzo, nilikuwa sizijui, kisha baadaye nikazi. Hao waliokuja kunivamia eh, kwanza, wanazima umeme, TANESCO inazima umeme ili ni wawe sasa. Hizi mbinu hizi, mbona kama zinakamka, mkakati kamepangwa hivi. Walikuja kuniona hospitali, nikataa kuongea kabisa na watu wote wa eh, wa, wa, wa, wa wanaohusika na upelelezi sijui uchunguzi, ambaye sitaki kuongea ni niache mimi, nimekuja kutibiwa. Baadaye nilikuja kuongea nao nilipotoka hospitalini. Eh, kwa mimi naendelea vizuri, namshukuru Mungu na nitaendelea kufanya kazi kama kawaida, sitarudi nyuma. Lakini nchi tunaiharibu, tusipoondoa huu uchafu ulioingia wa kudhani tutanyosha watu kwa kuua, tutaharibu nchi vibaya mno, na huwezi kushindana na vijana ukashinda. Naomba hilo serikali ijue. Na mpaka sasa hivi hakuna ripoti yoyote kuhusiana na ushambulio kwa kusudi. Wanazo wenyewe huko, mimi sijapewa, walafu wenyewe wanayo, si serikali na labda wamewapa kubwa zangu, mimi sina habari. Cha msingi, mimi niko hai, naendelea kufanya kazi.